Niombe askofu baba askofu na kuomba kwa, kwa umuhimu na kwa uzito wa jambo hili ufanye sala ya kuliombea taifa letu na shughuli hii kwa ujumla wake, na, shughuli na watanzania wote wako tayari kusikiliza baraka ya maombi na sala itakayoongozwa na wewe. Mungu akubariki sana. Akimaliza atafuata askofu E, kutoka katika kanisa la AIC wow. Kwa ajili ya sala. Amen. Karibu sana baba, naomba tusimame watu wote sasa, tumweshimu Mungu niniwa mkono wa kulia juu. E, Bwana Mungu utusikie jioni ya leo. Twamwombea rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu kwa kazi na majukumu anayoyafanya na kazi yaliyopewa kwa ajili ya taifa hili mpe hekima zaidi. Tunaombea bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tunaiombea serikali na wakuu wa mikoa wote wakiwemo mawaziri. Tunaomba kwa ajili ya vyombo vya ulinzi na usalama. Bwana Mungu mwenye neema kubwa, viongozi wote wanaitumikia nchi hii ukawabariki. Tunaombea mahakama, majaji pamoja na vyombo vyote vinavyofanya kazi zaidi tunaomba kwa ajili ya mvua, ukame umezidi. Mungu, tusikie, twakusihi, tulinde taifa hili dhidi ya majanga ya ajali. Bwana Yesu, ukatupe uhuru vizuri, tukautumie vizuri, tuepushe na vurugu, maana nchi ya Tanzania ni nchi ya umoja, na rais wetu ni mwanamke aliyoweka historia ya pekee katika taifa la Tanzania. Katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amen.